ari za asubuhi, ndugu zangu waandishi wa habari. Sawa. <laughs> <laughs> Sawa. <laughs> Uh, binafsi nianze kwa kuwapongeza ndugu zangu waandishi wa habari kwa kuitikia kwa wingi na kuja kwa namba kubwa kutusupport kwenye hili jambo mimi naitwa Ally Shahaban Kamwe. Natokea Jamhuri ya, ya walamba utamu hapa Tanzania. Kushoto kwangu ni Jamhuri nyingine ya wagawa utamu hapa Tanzania. Na mwisho ni ndugu zetu, marafiki zetu ambao hivi karibuni wamepita na mai wetu na mwenezi, nikwambie ulituumiza sana ulivyosema kwamba mai wetu ameshakuwa mshangazi. <laughs> Sisi tunafahamu kukaa muda mrefu, hawa watu hawajagawa utamu, si jambo linalowafurahisha. Kwa hiyo wametafuta sababu ya kutugaia utamu, na tuwaambie kwa sauti iliyonyooka, tuko tayari kupokea utamu wetu, na kwa sababu mmetafutana wengi, tunaamini pia utamu huu utakuwa wa kutosha. Mtu kama mzalamu na nyama hizo akiamua akupe utamu, bila shaka tarehe 21 pale KMC Complex wanayanga tutaondoka tukiwa na raha yeah. mnayo nipatia kwamba mnaishi kwa mashaka, nataka niwatoe wasiwasi la kumalizia mechi hii tarehe ishirini na moja siku ya Jumapili. Na kwa sababu ndugu zetu nyie, siku ya tarehe ishirini na mbili mna Albadili, siku hii ya tarehe ishirini na moja tutakuja na mbuzi maalum wa kuwakabidhi mkamchinje kwa ajili ya Albadili yenu ya siku ya Jumatatu. Mbuzi huyu ataletwa na jasusi wetu ambaye atakuja kumkabidhi pale pale uwanjani. Njaa ya Mandala nitaidhibiti. Utaweza kudhibiti njaa ya Mandala lakini njaa ya Kisugu <laughs> <laughs> nitamdhibiti. <laughs> Sawa, lakini la muhimu mbuzi atafika kesho. Nikwambie kwamba mbuzi tayari eh, eh usio na wasio na haraka, sisi tunajua. Usichanganye mada, si tunajua hata nakwambia, tunajua. Kama una shida kutaka kuongea kitu gani, niambie tu, tukwambie, za waandishi zitaisha. Nyoosha maelezo, alimekusaidia imekusaidia, hmm. Mnapiga picha hapo, ipo kwenye press huko nini, nitakusaidia kujua. <laughs> tunatamani jambo hili liwe kila mwaka, tuwe na festival ambayo itatukutanisha mashabiki wa klabu hizi kubwa hapa Tanzania, lakini pia na mashabiki wa klabu mbalimbali kama mavu wenzetu wa Azam Football Club. Leo hii tumeanza kujumuika nao leo, wamekuja Azam hapa, tunaamini